Hello guys, welcome back in our YouTube channel. Jina langu Rajab Synic. Kama kawaida kwanza, usisahau kusubscribe, ku-like, comment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki. Mada yetu leo tunaenda kujifunza ni jinsi gani WhatsApp tunaweza tukaseti, eh nikiwa online, wengine wasijue nipo online. Unaweza ukawa online lakini wenzako wanajua eh kama upo online. Sasa basi utaenda kwenye file lako la WhatsApp kisha ufungua moja kwa moja unabonyeza video tatu hapo juu. Baada ya kubonyeza video tatu utabonyeza. Mbona? Vidoti vitatu hapa juu baada ya kubonyeza uh, oh yep. baada ya kubonyeza tatokea hivi utaenda settings utaenda settings nimetumia screenshot hiyo ili simple kuelekeza utashuka hapo chini palipoandikwa setting palipoandikwa setting sawa eh? baada ya kubonyeza hapo palipoandikwa setting itatokea hivi umeona ikishatokea hivi naenda sehemu iliyoandikwa Eh, tabonyeza sehemu ile iliyoandikwa nini? Plivers ni sehemu ambayo inaanza hapo juu inaanza Meta verified account, then inafasha inafuata Plivers. una ulimi tusamiane yani. Unaona? Baada ya kubonyeza Plivers itatokea hivi, ikishatokea hivi, unabonyeza hapo juu kabisa palipoandikwa last seen and nini? online nimesema wapi? Last seen and online. Ona, baada ya kubonyeza itatokea hivi. Ikishatokea hivi, baada ya kufika hapo, ukikuta ipo everyone, utashuka chini palipoandikwa nobody. Mona na. Ukishuka chini, unabonyeza chini kabisa, ilikuwa same as last seen.